Kutokana na changamoto ya malalamiko ambayo tumekuwa tukiipokea katika siku za hivi karibuni kwa baadhi ya wateja wetu kupitia mitandao ya kijamii wakilalamika kwamba imeonekana kwamba umeme unakuisha haraka, TANESCO tulichukua hatua ya kuwatafuta baadhi ya wateja na kwenda kuwatembelea kwenye maeneo yao ili kufanya ukaguzi wa mita zao na kujiridhisha, ili basi tuweze kuwapa suluhu wateja wetu. Na leo tumemtembelea mteja ambaye yupo katika maeneo ya hapa Kimara Suka na kama unavyojionea hapa, niko nyumbani kwake katika hili eneo tulilofika. Cha kwanza ambacho tumekiona kwanza, matumizi holela ya umeme. Saa hizi ni mchana na taa kama unavyojionea inawaka, lakini hatukuishia hapo, tukazungumza na mteja uh. Alikuwa amezima vifaa vyake ndani na tukamwambia aweze kuviwasha. Mafundi wetu wamekagua na kujiridhisha pasi na shaka kwamba umeme unakwenda sawasawa na hakuna changamoto uh, mteja wetu mmoja ana changamoto binafsi za mfumo wa wiring, kwa hiyo tumemshauri eh, kuhakikisha kwamba anamwita fundi kuja kufanya mfumo upya vizuri. Kuna baadhi ya waya ambazo tumezikuta zinabeba umeme, na kisheria katika taratibu za kiumeme hizo nyaya haziruhusiwi kabisa kubeba umeme. Mteja huyo atapata changamoto ya kuona kwamba mita yake inaenda units nyingi kuliko kuuhalisia. E, katika wateja wawili ambao tuliowapitia baada ya kuripoti kuwa mita zao zina changamoto ya kwenda haraka zaidi taziko vizuri na imempa uelewa mzuri katika utumiaji wake. Naitwa Crispin Mizambwa, naishi hapa Kimara Suka. Binti ambaye ni mpangaji wangu baada ya kunipa taarifa hizo asubuhi TANESCO wamechukua jukumu la haraka kufika, wamenikuta na wakafanya ukaguzi nikiwepo na ile mitambo yao, wakajaribu kuiweka kwenye mita. Nimehakikisha kwa kweli ni kitu ambacho kiko sahihi kitaalamu. Unaweza ukasema kwamba unaibiwa, lakini kumbe si kweli, matumizi yako yako tofauti na unavyozungumza. Kwa hiyo jambo la msingi tu, ninachoomba ni kwamba tujaribu kuwa makini na vifaa vyetu. Kundi kani matumizi ya, ya. Tafit ndani nipende kutoa wito kwa wateja wetu wote kwamba inapotokea changamoto kama hizi au malalamiko kama haya, basi tuambie Tanesco, tutakufikia, tutakufanyia utafiti na tutakupa matokeo.